Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, wafuatiliaji wa, wa ndini daa wa Kenya, karibuni sana mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Tushikane mkono, tufunge pamoja, tupeleke iftari popote mahali waislamu wako, na tujitahidi kuwatafuta Waislamu sisi wenye wa tuko na uwezo, sa matajiri wetu. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala hawapatie moyo wa kuwasaidia wa wasiojiweza, wapelekee iftari, kwa sababu kila mtu anajifanyia kheri mwenyewe. Ukitoka ukipeleka mahali maskini huko, we mwenyewe faida itakurudia, wala sio Mwenyezi Mungu. Ukichukua mia mbili yako ulendo ulishe familia yenye haina iyo mia mbili, siku ya Kiama, siku ya malipo, siku ya hisabu, utaipata hisabu yako iko kamili, wala haipungui kwa sababu mwenye kulipa ni Allah subhanahu wataala, sio mimi, wala usifanye kwa sababu yangu. Fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wataala Ukinichukia unichukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukinipenda unipende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukinipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala utapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukinichukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa umesimamisha dini na umeonyesha uko mstari wa mbele kutekeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, karibuni wote wenye kwa maeneo ya Ruben na viunga vyake, inshallah asubuhi saa 11 tupatane Ruben FM na leo baada ya magharibini tupatane wapi? Hapa ndani dua ulqomel, alafu baadaye dua ulifta, tukafungie kesho. Tukutane Ijumaa insha allah. Vipi shabab wangu, unasemaje sasa? Salamu alaykum ustadi na sanga sana, kwa sababu mimi inanitia moyo, kwa sababu sio kila mtu ambaye ako na imani anaweza toa sadaka ustadi. Unaweza kuwa tajiri dunia mzima lakini hata maji tu ya kwenda kwa msikiti unageukia mkono, lakini niala, nasema ni alhamdulillahi waislamu ambao wanatufuatilia na kwa ajili tuko hapa, ambayo wanatusaidia. Na ustadhi, mimi najua wewe ukipata he, ule ile usaidizi unaletewa unatumia kwa njia ambayo inastahili. Hapo nashukuru mwenyezi Mungu akujalie aku, aku, aku, aku, hapa dunia na akhira, Ustadh, na nataka nitoe tu mambo ma, ma, mawili matatu alafu nimalize. Waislamu ambayo mnatusaidia na mnatusupport. Alhamdulillah, na nafurahia sana kuona hapa tunaendelea, wala si huku ujanja yetu bali ni kwa neema ya Allah. Kwa sababu waislamu, kuna hadithi moja, mama moja alikuwa tajiri ule mama Biadija alikuwa tajiri katika dunia hii, mama alikuwa na mali kisawasawa, lakini mama alitoa mali yake yote katika Uislamu, mpaka leo Uislamu ilisimama. Mama alihaga kama anakula majani ya matawe, mama alihaga kama ni maskini. Je, wewe leo nini ambayo wewe umeweka katika mbele Allah? Hii ni mwezi katika mwezi, na nawaambia ni hii ni mwezi katika mwezi wa Ramadhan na